Anaokongo Aline Ikarakamani, afisa wa UNHCR nchini Burundi. Nous sommes ici au stade de Rugombo, au Burundi. Tuko hapa katika uwanja wa Rugombo ambako maelfu ya familia za wakimbizi wamepata hifadhi baada ya kukimbia mzozo nchini Kongo. Hapa UNHCR pamoja na serikali zinaendelea na e na mchakato kwa wasajili jilio waalisiwlili hasa hawasa watoto wasioandamana na wazazi wao au waliotenganishwa, ili tuweze kuhamishia katika kambi ya wakimbizi ya Musenyi mkoani Rutana mbali na mpaka. Hali ya usafiri ndani ya uwanja huo inasemekana kuwa duni nini, huku kukiwa tu na kati ya vyoo kumi na kumi na tano vya kutumiwa na maelfu ya watu. Familia nyingi zinalazimika kukita kambi katika uwanja wa wazi ulio karibu, kulingana na shirika hilo kwa watu Mnamo Februari 21, mwaka huu, UNHCR iliambia mkutano wa waandishi wa habari katika mji wa Geneva, Uswizi, kwamba itajaribu kuwahamisha watu kutoka kwenye uwanja huo wa michezo. Bisimura anasema, kutokana na mazingira yaliyopo kwenye uwanja huu wengi wao wako tayari kuhamia kwa kambi za wakimbizi zilizo mbali na mpaka kati ya Burundi na DRC. Nasikia, wanasema tu vatu tuko va mingi hapa sana njo na vidi vatuvee vatupunguze. Tule tukole kule kwa makambi. Wanasema mwenye anapenda ataenda na mimi niko wale wanapenda mimi niko amu tayari kwenda. Hata hivyo, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, changamoto za kimkakati zinaendelea kuwa kikwazo katika juhudi za kuwahamisha wakimbizi hao. Inachukua kutoka saa 6 hadi 8 kuhamisha idadi kubwa ya watu hadi kwenye kambi ya wakimbizi ya Msenyi, kusini mwa Burundi. Kambi hiyo ambayo inaweza kutoa hifadhi kwa takriban watu elfu kumi kwa sasa ina asilimia 60 ya wakimbizi, kulingana na UNHCR. Shirika hilo limetoa wito wa dharura kwa jumuiya ya kimataifa kutoa msaada wa dola milioni 40.4 kwa ajili ya kuokoa maisha huku ikihofiwa kwamba takriban wakimbizi elfu mia mbili hamsini na nane na huenda wakaingia nchini Burundi, Tanzania na Zambia. Kusonga mbele kwa kundi la M23 na kuchukuliwa kwa udhibiti wa miji kadhaa katika wiki za karibuni kumezidisha mzozo wa muda mrefu mashariki mwa Congo, ambao kwa kiasi kikubwa ulisababishwa na mashindano ya kudhibiti rasilimali kubwa ya madini ya Congo mauaji ya kimbari Rwanda ya ya rwanda mwaka 1994 bmj mrithi sauti ya amerika wakati hayo anaendelea huko hali ya wasiwasi imeendelea uh, kutanda nchini sudan kusini kufuatia mzozo unaoendelea baina ya makundi ya kisiasa na kikabila yenye silaha baadhi ya nchi za magharibi ikiwemo marekani zimeagiza maafisa na wananchi wake kuondoka katika taifa hilo kwa sababu za kiusalama Wizara Mambangu ya mambo ya nje ya Marekani ilisema mwishoni mwa wiki. Kwa upande wake, shirika la haki la Umoja wa Mataifa limesema Jumamosi mosi kwamba kuongezeka ghasia na mivutano ya kisiasa huko Sudan Kusini kunatishia mpango wake dhaifu wa amani. Wakati huu tunaungana na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania na diplomasia Moses Mutente ili kujua mambo yanavyoendelea huko. Bwana Mutente, hali ya wasi wasiwasi imetanda Sudani Kusini kufuatia mivutano baina ya makundi haya ya kisiasa na kikabila, jambo gani linatakiwa lifanyike wakati huu hali inapozidi kuwa mbaya zaidi? Asante sana kwa nafasi hii uh, Mary nafikiri jambo kubwa la kufanya kwanza ni kuhakikisha kwamba yale makubaliano ya amani ya mwaka elfu mbili na kumi na nane kati ya pande mbili, naposema pande mbili inamaanisha upande uh, wa rais wa Sudani Kusini Salva Kiir anayetokea jamii ya Dinka pamoja na makamu wake uh, Riek Mashara ambaye anatokea jamii ya ya, ya Nuer kuweza kutekeleza yale masharti ya makubaliano ya amani. Masharti yenyewe ni yapi Maria? Uh, makubaliano yalitaka kwanza kuwe na uh, kuundwa kwa katiba mpya ambayo itawezesha kuwepo uh, kwa usalama wa kudumu lakini pia kuunganisha vikundi vya kijeshi taifa la Sudani Kusini. Moja ya changamoto kubwa inayofanya kusiwe na usalama wa kudumu ni uwepo wa vikundi vidogo vidogo vingi vya kijeshi hasa vya kikabila. Kwa hiyo makubaliano ya elfu mbili na kumi na nane ya amani yalitaka makundi haya madogo madogo yote yaunganishwe kwenye jeshi moja kubwa la Sudani Kusini. Lakini kama hiyo haitoshi, uh, makubaliano yalitaka kuwe na mgawanyo sawa wa madaraka kati ya jamii hizi kubwa ambazo zinapingana zina, zina, zina lakini mwisho kabisa ilihitajika kufanyika kwa uchaguzi, uchaguzi ambao serikali ya, ya Sudani uh, Kusini imesema hauwezi kufanyika kutokana na kukosekana kwa fedha na umepelekwa mpaka mwaka 2026. Kwa hiyo, nini cha kufanya ili hali hii itulie? Ni kutekelezwa kwa masharti ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018 kati ya hizo pande mbili. Masharti ya mkataba ambao ulisitisha miaka mitano ya pande hizo mbili kushambuliana wenyewe kwa wenyewe. Tunaanza kuona baadhi ya nchi zimeanza kuondoa maafisa na wananchi wake Sudan Kusini, ikiwemo Marekani. Hii inamaanisha nini? Ukiona mataifa makubwa kama Marekani yanaondoa watu wake, fahamu Mary, kwamba wana taarifa za kutosha kwamba hali ya usalama uh, ni ngumu. Moja ya vitu ambavyo vimeshtua watu wengi hasa ni hali inayoendelea katika, katika jimbo la na Nasir kaskazini mwa Sudan Kusini, kusini ambapo tumeshuhudia helikopta mbili za umoja, za majeshi ya Umoja wa Mataifa zikishambuliwa, kitu ambacho sio kawaida, kwa maana mara zote vikosi vya Umoja wa Mataifa vimekuwa vikilinda amani. Sasa ukiona mpaka helikopta zinashambuliwa na, na wapiganaji wa kikabila wanaojiita White Army, hiyo ni hali ya kutisha. Kwa hiyo uh, kuzorota kwa hali hiyo ya usalama ndiko ambapo kunapelekea mpaka jumuiya za kimataifa na taifa kama Marekani kuondoa watu wake na hata mashirika pia ya kimataifa ambayo yanatoa misaada ya kiutu nayo yametangaza kutaka wafanyakazi uh, wake wawe chonjo na ikiwezekana waondoke Sudani Kusini. Mutente, kama mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, unaona utatuzi wa kidiplomasia unatosha kuhusu Sudan Kusini? Binafsi ninaamini mazungumzo ni muhimu, utatuzo ya kidiplomasia hauwezi kuepukika, kwa sababu hauwezi kusema utakwenda pale utumie jeshi utumie nguvu kupambana na hali hiyo, kwa sababu moja ya changamoto ambayo ipo nchini Sudan Kusini ni uwepo wa silaha nyingi mikononi mwa vikundi vidogo vidogo vya kikabila. Sasa ukisema unaingia na jeshi kwenda kupambana na vikundi hivyo, kwa kweli utakuwa unachochea moto. Mazungumzo hayawezi kuepukika, lazima jumuiya za kimataifa lazima jumuiya za kikanda zikae chini na viongozi. Kwa mfano tumeshuhudia hivi karibuni uh, serikali ya Ethiopia pamoja na serikali ya Somalia zikikaa chini pamoja na Uturuki na wakafikia makubaliano. Kwa hiyo binafsi ninaamini bado jumuia ya Afrika mashariki inaweza ikahusika, ika, ika bado jumuia za kimataifa na hata umoja wa Afrika pia ukahusika katika kuhakikisha kwamba wana dhibiti usalama uh, pale Sudani Kusini. Shukrani sana Motete, kwa kuwa nasi katika kipindi chetu cha duniani leo. Kila wakati hadi wakati mwingine, asante. Unaendelea kuangalia matangazo ya duniani leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Tunapumzika kidogo tu, tutarudi baada ya muda mfupi. usitoke kando ya televisheni yako, bado tuna taarifa za kukualika lakini kubuka, kumbuka napenda kukujuza kwamba pia tuna ap mpya voa plus ambayo unaweza kupata habari mbalimbali na vipindi vyetu vingine na makala maalum kutoka hapa sauti amerika nitarudi baada ya muda mfupi usitoke Tangazo ya duniani leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Wakati tuende chumba cha habari mwenzangu, mm -hmm. Kennes Bula mm -hmm. yuko tayari kabisa kukuarifu yale anaajiri katika chumba chetu cha habari. Kennes, unaanzia wapi leo? Naanzia wa masuala ya Iran, mm -hmm. na nguvu za nyuklia, ambapo wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema leo, mm -hmm. Jumatatu, kwamba haijapokea barua kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mazungumzo ya makubaliano ya nyuklia. Trump alisema Ijumaa kwamba alituma barua kwa uongozi wa Iran wiki iliyopita akipendekeza yafanyike mazungumzo na Jamhuri ya Kiislamu, ambapo mataifa ya Magharibi yana hofu kwamba kwa kasi inakaribia kuwa na uwezo wa kutengeneza silaha za atomiki. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Ismael Bangei amewaambia waandishi wa habari kwamba mbinu ya Marekani ya kutumia uwezekano wa kutokea vita kama njia ya mazungumzo inaonyesha kwamba haizingatii uzito wa majadiliano na mashauriano. Maafisa wa nchi za Magharibi wanahofu kwamba Iran yenye nguvu za nyuklia huenda ikatishia usalama wa Israel, wazalishaji mafuta wa ghuba ya Kiarabu na kupelekea kutoka ushindani wa silaha katika kanda hiyo. Iran imekanusha ripoti kwamba inataka kuunda silaha za nyuklia. Wizara ya mambo ya nje ya China imetetea baadhi ya ushuru uliowekwa kwa baadhi ya pembejeo za kilimo na vyakula kutoka Kanada katika kujibu ushuru uliowekwa na Kanada mwezi Oktoba dhidi ya magari ya umeme vyuma na aluminium kutoka China. Kulingana na taarifa iliyotolewa na baraza la taifa kuhusu ushuru na forodha ushuru mpya utaanza kutozwa Machi ishirini. Nyongeza nyingine ya ushuru kiasi cha asilimia mia moja itawekewa mafuta ya kupikia ya Kanada, keki na mbaazi. Nyongeza ya ziada ya asilimia ishirini na tano imewekewa nyama ya nguruwe na bidhaa za baharini. Ushuru huo umewekwa kama majibu kota wa kuweka ushuru dhidi ya bidhaa kutoka China uliowekwa mwezi Oktoba, ikiwemo nyongeza ya asilimia mia moja kwa magari yote ya umeme kutoka China, asilimia ishirini na tano kwa vyuma na aluminium. Ushuru huo unaongeza mivutano ya kibiashara duniani baada ya Marekani kutangaza ushuru zaidi kwa bidhaa kutoka China, Canada na Mexico. Mgomo wa siku moja wafanya wa wafanyakazi katika viwanja vya ndege 13 nchini Ujerumani, ikiwemo viwanja vya ndege vya Frankfurt, Munich na umesababisha idadi kubwa ya ndege kufuta safari leo Jumatatu. Mgomo huo wa saa 24 ulianza saa sita usiku umewahusisha wafanyakazi wa sekta ya umma katika viwanda vya ndege sawa na maafisa usalama katika viwanja hivyo. Safari elfu moja na hamsini na nne za ndege kutoka uwanja wa Frankfurt, kati ya safari elfu moja mia moja kumi na sita za kila siku zimeahirishwa. Safari zote kuingia na kutoka uwanja wa Berlin zimeahirishwa. Safari kutoka uwanja wa Hamburg hazikufanyika kabisa, sawa na katika viwanja vya Bonn na Munich, ambapo wasafiri waliarifiwa kutarajia idadi ndogo ya safari. Wafanyakazi wanataka nyongeza ya mishahara ya asilimia nane. Nimalizia Israeli ambapo raia wameandamana nje ya mahakama ya wilaya mjini Tel Aviv leo Jumatatu, ambapo waziri mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa anatoa ushahidi kuhusu kesi ya muda mrefu ya ufisadi dhidi yake. Wakiwa wamevalia nguo za rangi ya manjano na kubeba dola feki, waandamanaji wametaka Netanyahu kujiuzulu wakimuita kuwa mfisadi. Netanyahu amekuwa akiangaziwa sana na vyombo vya habari vya Israeli kwa madai ya baadhi ya washirika wake kupokea malipo ya fedha kutoka Katari ameasili katika mahakama ya wilaya mjini mm. Tel Aviv akiwa na timu yake ya mawakili, amekanusha mashtaka dhidi yake. Netanyahu, mwenye umri wa miaka 75, ni waziri mkuu wa kwanza wa Israeli kufunguliwa mashtaka ya uhalifu mahakamani. Maria, ndiyo ni hayo nimekusanya kutoka upande huu duniani. Leo mikononi mwako ukamilishe, nakushukuru. Bwire, karibu naendelea kuangalia matangazo ya duniani leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Twende moja kwa moja mpaka kwa mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Muhamed, ambapo anaarifu kwamba wanawake wanaolea watoto walemavu katika jamii za kipato cha chini wanakabiliwa na changamoto nyingi ambazo zinatatiza uwezo wao wa kuwashughulikia watoto hao. Changamoto hizo zinawatatiza wanawake hao kimawazo na kihisia wanapotengwa na jamii, huku matatizo hayo yakiishia kuwadhuru watoto walemavu. Mwandishi wetu anaripoti, tutazame taarifa yake. Kurunzi ni kituo cha afya ya viungo kwa watoto wanaoishi na mtindio wa ubongo maarufu cerebral palsy katika kitongoji kimoja mjini Mombasa. Hapa watoto hao wenye ulemavu huo hufanyiwa matibabu ya kunyoosha mwili na viungo kama njia moja kuhakikisha miili yao inabaki kuwa katika hali nzuri. Ingawa Kurunzi ni zahanati ya watoto wa cerebral palsy, hii pia ni sehemu maalum kwa wanawake kupata msaada wa kihisia na kimawazo. Mwanzilishi wa kituo hiki Mwanaisha Muhammed anasema changamoto za ubaguzi katika jamii, upweke, msongo wa mawazo aliyopitia akimlea mtoto wake mlemavu wa cerebral palsy ulimsukuma kujenga kituo hicho. Kwa hivyo Kurunzi inaingilia um, kutafuta huyu mzazi kumweka katika groups because siwezi dil na kila mzazi. Wazazi wako wengi, we have like 100 parents hapa Kurunzi, but sisi tunawapeleka kwa groups na wale leaders, grassroots leaders. Sasa katika group wana activities wenyewe wana meet wanazochamaa wana wanaiza mambo za kutengeza masabuni wengine ni wapishi. So unapata ule mama pia anapata wenzake, na anafunguka katika maisha yake ya baki. Kama vile alivyokuwa Mwana Hamisi, ana mtoto mwenye ulemavu huo. Yeye humleta binti yake wa umri wa miaka kumi katika kituo hiki kuhudumiwa mara mbili kila wiki. Binti yake anapohudumiwa yeye hujipumbaza kwenye baiskeli hii ya mazoezi kupumzisha akili kutokana na mawazo mengi na uchovu, licha ya kuwa ameikubali hali ya mtoto wake. Ingawa amejitahidi na kuendeleza biashara ndogo kutafuta riziki, hali ya mtoto wake imekatiza azma ya kufanya vitu vingi alivyokusudia maishani. Kurunzi imenifanya nimejua vitu vingi kuhusu huyu mtoto hata benefiti zake. Nitasema tu hivyo kwa sababu mwanzo nikimpeleka Makadara nilimpeleka Makadara kiwa na 6 months mpaka miaka tano, lakini sikujua kama hawa watoto serikali nawaangalia. Sikujua mimi, nilijua tu ni mtoto wako, ni mgonjwa, ni wako peke yako. Nikakaa hiyo 5 years Makadara, sikujua. Lakini kupitia hizi mashirika Kurunzi, kuna shirika lingine limetufanya tumejua kumbe hawa watoto wanaweza kusaidika, si wangu peke yangu. Filis Karemi pia anauguza mtoto mwenye ulemavu. Anasema changamoto zinazowapata wanawake wa watoto walemavu ni nyingi mno, ikiwemo kutengwa na jamii, kejeli, wasiwasi, upweke, kando na matatizo mengi ya kihisia na mawazo. Sasa mwanamke akiwa na mtoto mlemavu anahitaji support, anahitaji upendo, anahitaji mtu wa kumshika mkono, ile mzigo isiwe ni yake peke yake, cause unapata most of the time umepata huu mtoto, familia inakutenga, inakuwa mzigo wako. Hata mume mwenye mkonaye kwa nyumba anaweza kuwa yuko yuko, but changamoto zote za huu mtoto wewe ndio umebeba. Kukabiliana na changamoto hizi, wanawake wa Kurunzi wamebuni vyama vya kujiendeleza kiuchumi, kujiliwaza kimawazo, huku wakiondosha upweke unaotokana na kutengwa. Precious Mudheu, mtaalamu wa tiba ya kunyosha viungo, anasema mara nyingi shughuli yake huandamana na ushauri kwa mama hao, kuwajenga kihisia, kando na mafunzo ya kuhudumia watoto hao. Kwanza ule mwenye amekuja mara yake ya kwanza ya, ya mazoezi, anakuanga na ile linetangwa denial. Hata ukimwelezea mtoto wake for example wako na down syndrome ama cerebral palsy, anaweza kataa aseme, mtoto wangu hata hiyo si ya kwetu, na ni vigumu ku Kumwelezea mama mwenye ako na denial kama mtoto wake ako na disability. Kasumba za kuwaficha nyumbani watoto walemavu pia zimeripotiwa. Jacqueline Mbone ni mama ya watoto watano, mmoja wao akiwa mlemavu wa cerebral palsy. Kukuja mahali hapa pananifanya na kutana na watu wengi, waona tunakutana na watu wengi kama saa hii. Nyinyi mmekuja, mnakuja kuangaza mambo yetu. Aya, kuna wengine kuna juzi juzi wengine walikuja hapa, wanataka kujua tunakop vipi na watoto, wakitupa mawaidha wao. Na kama ningekuwa ndani ya nyumba ningejua kuna mama kelani yuko hapa anapitia shida a a ningejua kwa kuna watu kule nje huwa wanatoa misaada, ningejua kuna watu kule nje wanatoa dawa za watoto bure a a. Wanawake walezi wa watoto walemavu wanapitia changamoto za afya kiakili na za kihisia, na ni muhimu kwao kupata usaidizi ili kushughulikia mahitaji yao ya kihisia. Salma Muhammad, VOA, Mombasa. Naam, na katika kona ya michezo niko na mwenzangu Sande Shumari uko tayari kabisa ya kukuarifia anayojiri viwanjani. Sande ni kupishe upate kutupa mambo. Asante sana Miri Mgawe na kwenye kona hii ya michezo basi timu ya Real Madrid ya kocha Carlo Ancelotti. Alipozilia mbali uchezaji duni wa timu yake katika ushindi wa bao mbili kwa moja wa La Liga dhidi ya Rayo Vallecano siku ya Jumaa pili, la kusema ilikuwa ni dhamira iliyotimizwa baada ya kutoa pointi tatu muhimu katika mbio za ubingwa wa nchi hiyo. Wachezaji machachari Kilian Mbape na Vinicius Junior walipachika mabao katika kipindi cha kwanza na kuipa Real Madrid ushindi, lakini majirani zao hao wa Rayo walifanya mambo kuwa magumu kwa bao la Pedro Diaz kabla ya mapumziko. Lakini pointi moja pekee ndio inatenganisha vilabu vitatu vikubwa zaidi vya Uhispania katika moja mbio za ubingwa zilizokaribiana zaidi katika miaka ya karibuni huku Barcelona wakiongoza kwa pointi 57 mbele ya Real walio nafasi ya pili kwa tofauti ya mabao huku Atletico Madrid wakiwa kwenye nafasi ya tatu kwa pointi 56, baada ya kupoteza bao mbili kwa moja dhidi ya Getafe mapema Jumapili kabla ya mechi ya mkondo wa pili ya hatua ya 16 bora wa ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya wapinzani wao Atletico Madrid siku ya Jumatano kufuatia ushindi wa bao mbili kwa moja katika mchezo wa kwanza, Ancelotti alisema kwamba anatumai kipa wake Thibaut Courtois na mlinzi Antonio Rudiger watakuwa wamepona baada ya kukosa mechi ya Jumapili kutokana na majeraha madogo madogo. Na kwingineko, timu ya Barcelona watajaribu kutoa heshima kubwa hii heshima kwa maisha na kumbukumbu ya hayati daktari wa timu yao Carlos Minarro Garcia kwa kushinda mechi yao ya ligi ya mabingwa dhidi ya Benfica. Meneja Hansi Flick amesema hayo leo Jumatatu, kufuatia kipindi cha ukimya kwa heshima yake katika mkutano na wanahabari. Kocha wa Ujerumani alisema kuwa zimekuwa siku ngumu mbili zilizopita, huku kikosi cha Barcelona kikiomboleza kifo cha Minaro aliyekuwa na umri wa miaka 53, ambaye alifariki dunia ghafla katika hoteli ambayo timu hiyo ilikaa saa chache kabla ya mechi ya Jumamosi dhidi ya Osasuna na kusababisha mchezo huo kuahirishwa. Kufuatia ushindi wa bao moja kwa bila waliopata kule Ureno kwenye mechi ya kwanza wiki iliyopita, licha ya kadi nyekundu, Flik amesema kwamba ana nafasi na uhakika kikosi chake kitatumia vyema uwanja wa nyumbani katika mechi ya marudiano. Naye mchezaji mkongwe Robert Lewandowski yuko vizuri na anatarajiwa kucheza, huku Barcelona wakiwa kwenye mbio za michezo kumi na sita bila kushindwa katika michuano yote na nakuania mataji yote matatu makubwa huku wakiongoza msimamo wa La Liga na pia wapo nusu fainali ya Copa del Rey. Wanatisha vijana hawa. Na kwingineko, kwenye tenis, mchezaji wa Japan namba 39 ulimwenguni Yosuke Watanuki alizua mshtuko mkubwa kwa michuano ya Indian Wells alipomshinda mchezaji maarufu wa Marekani Francis Tiafoe anayeshika nambari 16 duniani kwa seti 6-4, 7-6 siku ya Jumapili. Watanuki ndio mchezaji katika nafasi ya chini kabisa kwenye raundi ya 4 ya Indian Wells. Tangu mkurugenzi wa mashindano hayo, Tommy Haas mwaka 2004. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 aitawala mchezo dhidi ya tia 4 katika mechi ya saa 1 dakika 53. Na katika mchezo mwingine wa kusimua raundi ya tatu, Mfaransa Arthur Hills airejea kwa kushinda kutokana na kufungwa na Mtaliano Lorenzo Musetti na kushinda kwa jumla seti 3 6 7 6 na 6 3. Basi, katika kriketi, maelfu ya mashabiki wa mchezo huko sehemu za India wamecheza na kutukuta kwa furaha waliposherekea ushindi wa India dhidi ya New Zealand kwenye mchano wa mwisho wa kombe la mabingwa siku ya Jumapili. India ilitoka na ushindi kwenye uwanja wa kimataifa wa cricket kule Dubai. Kama unavyoona Meri wakirukaruka na kushangilia, ndivyo mambo yalivyokuwa kule India na ninakamilisha kona hii ya michezo na ripoti hiyo ya India. Mary Mgawe: Shukrani sana Sande Shomari, kwa taarifa hizo za michezo siku ya leo. Naam mtazamaji, tunakamilisha matangazo ya Dunia Ni Leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Ulikuwa nami Mery Mgawe katika matangazo yetu ya leo, na kwa niaba ya wenzangu wengine wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo, na kusiutembelee mtandao wetu www voaswahili com. Kule utapata taarifa nyingine na vipindi vyetu vingine ambavyo vinaendelea. Lakini sekunde chache tu kutoka sasa, matangazo yetu ya redio yatakuwa yanaanza, na unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao huu. Siku ya kesho ni siku ya Jumanne, kama unavyojua, tunakuwa na taarifa za afya. Tutakuletea taarifa hizo, lakini unaweza kuwasiliana nami kupitia mitandao yangu ya kijamii at Mary Mgawi kujua na kutaka kutupa maoni yako mengi ambayo unataka kujua nini ungepata kuona katika dunia hii.